Hapa Bwana Yesu asifiwe. Sitakuwa mrefu, tusimame. Ni kwa ajili ya kumulisha ibada ya vijana, tuamini na tuombe. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, tunaenyekea chini ya miguu nako tukisema ni asante, umetupigalia kwa mengi, umetuepusha na mengi baba yangu, mpaka umetufikisha nyumbani. Tunaenyekea chini ya miguu yako baba yangu, tunahitaji neema yako izidi katika ibada hii. Tazama watoto wako, umetukusanya mahali yako baba, baba. Tumekuja ni kwa ajili ya kutafuta uso wako, tumekuja ni kwa ajili ya kukutukuza wewe. Naomba kanabagukapane kuonekana wanekana kwa kila moja aliyefika mahali hapa metanaia Bwana, asante kwa Mungu mwenye uweza, pokea sifa na utukufu, maana unastahili katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wanauliza ni kwa sababu ya wakati. Bwana atusifiwe, sitakuwa mrefu. Nakaribisha mtumishi wa Mungu Pastor Sakana. Mungu pia kwa hai na ada aliweza kupatia siku ya leo, aea hai tena tumeweza kusanyika mahali hapa, ni jambo kubwa ya kumshukuru Mungu. Haleluya! mimi waona nazidi kufurahi, moyo wangu unapata amani kwa maana muko hai tena siku ya leo. Haleluya! kunao wengi ametamani wena siku hii ya leo, lakini hawakuweza siku zote zimekwisha mimi amefariki dunia, mke wangu amefariki dunia ndio kama hospitali. Bwana natumaini hata kuiona mkono, lakini hawawezi Bana Rudi. Tutaenda mbele sasa. Tafunga macho. Tiombe ni kwa ajili ya neno, msomaji wangu tutaenda kwa Zaburi mia moja na saba. Tuanzie hapo toka moja. Ni asante mtakatifu mweza yote. Ninakushukuru dadi kwa wema Baba hapo ambao umetenda mwana. Umetuweka hali tena mwana umetuhifadhi. Hali imeweza kuna Baba siku leo Jehova, ikiwa ni sabato yako Jehova. Ikiwa ni sabato mtakatifu mwana. Hawa walisema ndio naishi tu kwa mkande, bali kwa neno lako linalotoa katika kitabu cha Mungu. Na walisema Baba, tunapokusanyika Baba wawili watatu, Baba unakuwa kwa katikati yetu. Jehova, siku ya leo Bwana tuko mahali hapa Bwana. Nendejaje kusikia kutoka kwako Baba? Bali siku kwa Jehova.

kwa maana wewe ni Mungu naye uweza na kuna kwa Jehova. Takasa neno lako Bwana, takasa dakili zetu Jehova fikra zetu Bwana. Na kwa kusema na watoto wako, watoto wako Bwana, wadau zako Bwana, baba yangu acha baba basi na mwenyewe. Isionekane ni bali kuonekana wewe Bwana. Baba kama ni neno la kuwaonya kwa kama ni kujijenga, barikike Bwana. Kama ni neno la kuwabariki baba kabarikiwe. Kwa maana ni Mungu mwenye kubariki. Hakuna mwingine aliye kama Jehova. Baba anza pamoja nami. Ana kutuwa kutuwa na Zaburi mia moja na saba kwanzia moja, inasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema kwa maana fadhili zake ni za milele. Na waseme hivi waliokombolewa na Bwana, wale aliowakomboa na mkono wa mtesi. Okay. Amen. Akawakusanya kutoka nchi zote, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Okay. Walitangatanga jangwani katika njia ya nyika, hawakuona mji wa kukaa. Waliona njaa waliona na kiu. Nafsi yao ilikuwa ikizimia ndani yao, wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana alikuwa sifa. Ili ni jambo na kumshukuru Bwana, kwa maana ulikuwa ukipitia, ulitangatanga katika milima na mabonde, huko ukuna kutata Mungu mwenyewe aliona ni heri akupatie maskani ya kupumzika. <laughs> Haleluya, ulipeseka, ulikuwa na shida ya njaa, ulikuwa mgonjwa, ulikuwa na familia yako hawezi ongea na, na, na mzazi wako kijana, na kata mzazi wako kukaribia, unaona. Haleluya, kwa hali ulionayo ama kwa hali ya uzazi kali ya wazazi wako, lakini siku ya leo umekombolewa ulipo kukubali kuwa Yesu ni kiongozi wa maisha yako Yesu Kristo atongozi katika katika ujana wako, nayo familia ikaleta umoja. Haleluya, ukaanza kupata amani kwa ile familia. Kwa hiyo inabidi umshukuru Mungu unapolala, unapoamka unamshukuru Mungu kwa yale matendo lake makuu aliyoyatenda. Kwa pale upendo wake mkubwa aliyokuonyesha, haleluya. Kwama tu asaa Mungu ni asante, kwa sababu umeamka, ushukuru Mungu pia ni kwa ajili ya familia aliyokupatia. Haleluya, ameweka hai. Wengine tuko huko mjini, mijini vijijini kule anaaaka simu mbaya kutoka vijijini kwa wasasi wetu, kwa wapendwa wetu. Haleluya, tuko mahali hapa, najidi tumshukuru Mungu kwa ule ukuu, kwa ule ukuu na matendo yake makuu aliyoyatenda. Haleluya. Kuna wengine wengi ametamani sana kuinua mkono siku ya leo kumwambia tu bwana ni asante, kumrukia Bwana kumtukuza siku ya leo, lakini hawawezi. Haleluya! wanatamani hata kusikia neno la Mungu lakini hawawezi mahali alipo. Wengine wako ma ICU, wengine wako emergency, wako hospitalini. Haleluya! wanatamani sana kuiona siku ya leo mtumishi wa Mungu, lakini hapa unamshukuru, unamsikia mtumishi wa Mungu, unalisikia neno. Haleluya, unamsikia Kristo jinsi anavyotenda makuu kupitia shuhuda, kupitia kupitia mwenzako, kumuona wenzako ni akabidimshukuru unu duuona akiwa. Haleluya, hilo ni jambo kubwa sana. Shukrani ni kitu kizito sana kwa Mungu. Unashukuru kwa kile kidogo ulicho nacho, pengine atakusikia Haleluya. Hata mzazi wangu anapokupatia kidogo. Unapoenda kumwambia mzazi wangu, kweli mama, nashukuru kwa hiki ulichonitendea, nashukuru kwa hiki kiatu ulichonipatia. Anajua, mwanangu yuko anapata, siku nyingine atakuletea Mungu wetu.

waamini na tuombe takatifu ishe na utawala, tunazidi kunyenyekea tukisema ni asante, asante Bwana, kwa sababu ya upendo wako Bwana. Tunakushukuru baba yangu ni kwa ajili ya neno lako Mungu majina kamasaa, kama hao wamefika, ndiyo wakati tunatoa sadaka zetu. Wacha Bwana akapokea sadaka yule mama, kapokea sadaka yule mtoto, kapokea sadaka yule kijana, kila moja aliyoingia mahali hapa Bwana anapata majia kupitia katika moyo wake. Hacha Mungu akupitia sadaka Bwana. Ukapata kuipokea na kutenda mema zaidi katika jina la Yesu. Kristo ni mkombozi, na Yesu Kristo ni mkombozi. Niomba na mtakaoamini mwanza baraka. Ukitaka kubarikiwa